Katika kanisa jipya la Bishop Gwajima waumini wabaki na maswali. Tukio la kushangaza limeibuka mara tu baada ya kufunguliwa kwa kanisa jipya la Ufufuo na Uzima linaloongozwa na Bishop Josephat Gwajima, ambapo baadhi ya vifaa ndani ya jengo hilo vimeripotiwa kuibiwa siku chache tu baada ya uzinduzi wake. Tukio hilo limezua taharuki na mshangao mkubwa miongoni mwa waumini na wananchi mitandaoni. Tukio lenyewe, waumini walipofika kufanya usafi na maandalizi ya ibada katika kanisa hilo waliibuka na taarifa kuwa vifaa kadhaa vya ndani havikuwepo tena. Kile kilichotakiwa kuwa siku ya maandalizi ya ibada kimegeuka kuwa siku ya sintofahamu baada ya kugundua kwamba baadhi ya vitu vimeondolewa bila idhini. Wengi walionekana kushangaa jinsi wizi kama huo umeweza kutokea katika kipindi kifupi sana tangu kanisa lifunguliwe. Hisia zao zimeelezwa kupitia maneno, ishara na hata vitendo vilivyoonyesha kutokuamini kilichotokea wengine wakiwa wamechanganya mshangao, masikitiko na aina fulani ya kicheko cha kutokuamini. Mjadala katika jamii. Tukio hili limefungua mjadala mpana kuhusu usalama katika nyumba za ibada na jinsi vitendo vya wizi vinavyoanza kuathiri hata maeneo yanayotarajiwa kuwa salama zaidi. Kwa watu wengi tukio hili ni ushahidi kuwa changamoto za kiusalama mijini zimeongezeka kiasi kwamba hata maeneo ya ibada hayako huru tena kutokana na matukio ya kihalifu. Baadhi ya wachambuzi wa masuala ya jamii wanaona tukio hili kama ishara kwamba makanisa mapya yanahitaji kuimarisha ulinzi na kuwa makini zaidi katika hatua za mwanzo za uzinduzi kwani huo ndio wakati ambao mara nyingi vitu huwa hatarini. Mtandaoni. Habari hii imezua mijadala kwenye mitandao ya kijamii ambako watumiaji wamekuwa wakitoa maoni tofauti, baadhi wakionyesha kukerwa, wengine wakishangaa, na wengine wakigeuza tukio hili kuwa mada ya burudani kutokana na uzito wake wa ajabu. Hashtags za kawaida zinazohusiana na habari za mijini, burudani na matukio ya kila siku zimeendelea kutumika katika mijadala hii na hivyo kuongeza kasi ya kusambaa kwa taarifa. Hitimisho. Wizi huu katika kanisa jipya umeendelea kuwa gumzo, ukiwaacha waumini na jamii kwa ujumla, wakijiuliza maswali mawili makubwa. Ni nani alihusika? Na je, usalama katika nyumba za ibada unapaswa kuimarishwa zaidi kuliko ilivyokuwa zamani? Yes. Tumefanya uh, ukaguzi na mtaraji wa, wa, wa mtatu kwa naye kwao. Tumeona uh, milango yote ya ofisini, ile ya ofisini imevunjwa. Safe ya kutunzia fedha imevunjwa na fedha zote zimechukuliwa, na pia vifaa pia vya ofisi pia kompyuta zimechukuliwa kule ofisini, kompyuta, laptop, kamera, TV, binanda na vitu vingine ni vingi tu, na nusu ya vitu vimechukuliwa, nusu ya vitu vimechukuliwa. Kwa hiyo kwa kweli ni mkubwa sana, sema kama alivyoongea mkuu wa wilaya, naye pia ameshuhudia, miagokio imevunjwa. Sisi tutaandaa ripoti yote kamili na tutajua cha kufanya baadaye.